Kwa majina anaitwa kuhani Samweli Malema, ni kuhani kiongozi wa madhabahu hii ya House of Prayer Reformation lango la miujiza. Leo tulikuwa na ibada kubwa kama mlivyoona mazingira haya, tulikuwa na ibada kubwa ya kukomesha roho za ajali, uh, roho za vifo, roho za magonjwa mbalimbali, kwa tunashukuru Mungu tumemaliza ibada kama mnavyoona, na watu wamefunguliwa na watu wako hivyo, ana wana, wana wanapunga upepo kwanza kwa ajili ya maandalizi ya kurudi nyumbani. Mwitikio ni mkubwa, mwitikio ni mkubwa sana, mwitikio ni mkubwa kwa kweli. Watu wameitika wengi na kutoka sehemu mbalimbali katika Dar es Salaam yetu. Yeah. Kanisa tulianzia sebleni, hapo tulianzia sebleni, yeah, tukiwa na watu watatu na tukaenda mpaka tukafika mwaka tuna tuna watu kama 40 na sasa hivi tuna watu wasiopungua mia tatu na hamsini. Furaha sana. Kuna watu wana neno gani kwa mambo yao? <laughs> Uh, wito ambao nitatoa kwa, kwa wote ambao wananitazama wazidi kumwomba Mungu na kumtafuta Mungu hasa kwa kipindi hiki tulicho nacho cha uchaguzi. Tusimame tu, tu kuombea taifa letu, kuombea viongozi wetu ambao wanatuongoza wana, wana katika sekta mbalimbali mbali kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu. Na nipi siri ya mafanikio? Kwa nini kanisa lako siku chache? Unyenyekevu, ukiwa mnyenyekevu na utiifu, kusikiliza shida za watu, Aa, ku, ku, ku, kuwasaidia kwa wakati, hiyo ndio siri kubwa. Nawapenda watu wote na ninawakaribisha sana sana hapa kanisani, ibada zetu ni Jumanne, Uh, jioni kuanzia saa kumi mpaka saa kumi na mbili na Ijumaa kuanzia saa kumi mpaka saa kumi na mbili na Jumapili tuna ibada kuanzia saa tatu asubuhi mpaka saa nane na nusu. Ikizidi saa tisa huwa tunachelewa kulingana na mazingira ya watu ambao wenye matatizo mbalimbali. Huduma uh, yetu iko chanika Rubakaya, nyuma ya mahakama. Ukifika pale Chanika mwisho sendi ya Mbagara, ukichukua bodaboda yoyote, ukichukua bodaboda yoyote ukaambia, nipeleke Rubakaya kanisani nyuma ya mahakama kwa kuhani Samweli, basi wote wanakuleta wanafika. Tuna kawaida ya kuwafikia popote walipo sisi, huwa tuangalie umbali hai, tunaweza tukafika tukamhudumia aidha akaja, lakini kwa tukua tunaangalia na tatizo lenyewe. Kuna tatizo lenyewe ambapo tunaweza tukalitatua kwenye simu, nikamfanyia huduma kwa simu. Kwa kweli najisikia vizuri kwa sababu lengo kubwa na wito wangu ni watu wafunguliwe. Japokuwa tu, tunapita kwenye changamoto za hapa na pale. Kuna watu watakusema mabaya watakudhi haki na nini, lakini furaha yetu ni hawa wanaopona, kwamba hawa wanaopona ndo wanaotupa sisi nguvu watumishi wa Mungu, kwamba leo ingekuwa hawaponi basi vile vitendo kutudhi haki kutubeza tungekuwa tunaumia, kwamba lakini tunashukuru Mungu, watu wakipona nafarijika na furahi mi na imani kwamba kila mtu anapewa kulingana na karama yake. Kwa hiyo karama yangu yawezekana ndio inayowafanya watu wanafika, lakini sio karama tu, hata loo ya utiifu nyenyekevu. Nimesema tu kwamba ukiwa ni mtu wa ku, kuwajali wengine uh, kuwahudumia wengine, hata wewe Mungu anakubariki. Kwa mfano kitu kidogo, leo tumefanya huduma hapa, baada ya ibada tumeshiriki chakula, ni ile leo kwamba watu wametoka mbali wamekuja sasa, hawezi wakaondoka hivi hivi. Tunapoalisha kiroho, lazima tuwalishe kimwili. Kuna watu wanakuja, wana watoto toka asubuhi hawajala. Kwa wakija kama hivi, mimi Mungu akinibariki basi, tunashiriki pamoja baraka ya chakula kama hivi. Kwa majina, naitwa Ernesta Jacob Tem, ni mkazi wa Yombo Vituka, jet lumo. Leo tunamshukuru Mungu, tulikuwa na ibada kubwa sana ya kuombea vyombo vya moto, bodaboda, magari, kwa sababu vyombo vya moto huwa vinatusaidia kufika kwa urahisi hapa kanisani. Kwa hiyo leo baba yetu kuhani wetu alikuwa na ibada kubwa sana ya kuombea vyombo vyote vya moto, na kwa kweli tunamshukuru Mungu, tumeipokea ibada na mwitikio ulikuwa ni mkubwa sana. Tunaendelea, tunaomba Mungu aendelee kutubariki ku, ku, ku, ku, ku Ibada ya leo ilikuwa ni nzuri sana, tumeifurahia, tumepokea kwa kweli Tunamshukuru. Kwa majina anaitwa Kuhani Samweli Malema, ni kuhani kiongozi wa madhabahu hii ya House of Prayer Reformation lango la miujiza. Leo tulikuwa na ibada kubwa kama mlivyoona mazingira haya, tulikuwa na ibada kubwa ya kukomesha roho za ajali, uh, roho za vifo, roho za magonjwa mbalimbali, kwa tunashukuru Mungu tumemaliza ibada kama mnavyoona na watu wamefunguliwa na watu wako hivyo mnavyoona wana wana wanapunga upepo kwanza kwa ajili ya maandalizi ya kurudi nyumbani. Mwitikio ni mkubwa, mwitikio ni mkubwa sana, mwitikio ni mkubwa kwa kweli, watu wameitika wengi aa, kutoka sehemu mbalimbali katika Dar es Salaam yetu. Yeah. Kanisa tulianzia tulianzia Sebleni tukiwa na watu watatu na tukaenda mpaka tukafika mwaka tuna, tuna watu kama 40 na sasa hivi tuna watu wasiopungua mia tatu na hamsini. Furaha sana kuna watu. Neno gani kwa Mungu? Wito ambao nitatoa kwa kwa wote ambao wananitazama, wazidi kumuomba Mungu na kumtafuta Mungu, hasa kwa kipindi hiki tulicho nacho cha uchaguzi. Tusimame kuombea taifa letu, ombea viongozi wetu ambao wana, wana, wanatuongoza katika sekta mbalimbali kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu. Na nini siri ya mafanikio? Kwa nini kanisa lako siku chache? Unyenyekevu, ukiwa mnyenyekevu na utiifu, kusikiliza shida za watu, kuwasaidia kwa wakati, hiyo ndio siri kubwa. Nawapenda watu wote na ninawakaribisha sana sana hapa kanisani. Ibada zetu ni Juma nne uh, jioni kuanzia saa kumi mpaka saa kumi na mbili na Ijumaa kuanzia saa kumi mpaka saa kumi na mbili na Jumapili, na tuna ibada kuanzia saa tatu asubuhi mpaka saa nane na nusu ikizidi saa tisa huwa tunachelewa kulingana na mazingira ya watu ambao wenye matatizo mbalimbali. Huduma uh, yetu iko Chanika Rubakaya, nyuma ya mahakama. Ukifika pale Chanika, mwisho stendi ya Mbagara, ukichukua bodaboda yoyote kachukua boda boda yote ukamwambia nipeleke Rubakaya kanisani nyuma ya mahakama kwa Kuhani Samweli, basi wote wanakuleta wanafika. Tuna kawaida ya kuwafikia popote walipo, sisi huwa tuangalii umbali. Hai, tunaweza tukafika tukamhudumia, aidha akaja, lakini kwa tukua tunaangalia na tatizo lenyewe. Kuna tatizo lenyewe ambapo tunaweza tukalitatua kwenye simu, nikamfanyia huduma kwa simu. Kwa kweli najisikia vizuri kwa sababu lengo kubwa na wito wangu ni watu wafunguliwe, japokuwa tu, tunapita kwenye changamoto za hapa na pale. Kuna watu watakusema mabaya, watakudhi haki na nini, lakini furaha yetu ni hawa wanaopona, kwamba hawa wanaopona ndio wanaotupa sisi nguvu watumishi wa Mungu, kwamba leti ingekuwa hawaponi, basi vile vitendo kutudhi haki, kutubeza, tungekuwa tunaumia kwamba lakini tunashukuru Mungu, watu wakipona nafarijika na furahi. Mimi na imani kwamba kila mtu anapewa kulingana na karama yake. Kwa hiyo karama yangu yawezekana ndio inayowafanya watu wanafika, lakini sio karama tu, hata roho ya utiifu, nyenyekevu. Nimesema mesema kwamba ukiwa ni, ni, ni mtu wa kuwajali wengine, kuwahudumia wengine, hata wewe Mungu anakubariki kwa mfano kitu kidogo Leo tumefanya huduma hapa, baada ya ibada tumeshiriki chakula. Ni ile leo kwamba watu wametoka mbali, wamekuja sasa, hawezi wakaondoka hivi hivi. Tunapowalisha kiroho lazima tuwalishe kimwili. Kuna watu wanakuja wana watoto toka asubuhi hawajala, kwa wakija kama hivi, mimi Mungu akinibariki, basi tunashiriki pamoja Bar